na ubunge ni heshima. Jiheshimu mitaani, jiheshimu umundani, jiheshimu kwa wananchi wenu wanawaleta hapa. Kesho Alhamis kikao cha tatu cha mkutano wa kwanza wa bunge kazi tukafaa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, Uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanaombwa wawepo kuanzia saa tatu kasoro dakika kumi, kila mtu iko kwenye kiti chake. Naomba sana tuzingatie muda na idadi ya kukamilisha zoezi la kesho.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 Nam na, na, na, na, ni kuhusiana na utaratibu ambao uh, shughuli za hivi leo bungeni zimemaliza kazi yake tangu saa tatu kamili asubuhi hadi wakati huu kusema nawe ni saa sita dakika thelathini na nane kwa saa za Afrika Mashariki. Shughuli ya uapisho ikikamilika kwa wabunge uh, wote ambao uh, watakuwa bungeni kwa wakati kwa huu kwa, kwa, kwa kipindi hiki isipokuwa tu wale ambao bado kwa nafasi zao hawajaweza kufika hapa bungeni, nao wakati wakifika, basi watapata nafasi yao. Spika wa Bunge Musa Azan Zungu anaondoka taratibu hapa bungeni baada ya kuhitimisha siku ya pili na kikao cha pili katika mkutano wa kwanza wa Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi kwetu ndo inakuwa mwisho, na kama alivyosema kesho, uh, katika kikao cha tatu kitakuwepo na kuthibitishwa kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kesho yasubiriwa sana, na sisi tunakuomba ufike ukiwa salama. Kwa niaba ya wale ambao wamefanikisha matangazo haya, watangazaji wenzangu, kwa upande wa lugha ya alama Jen Marumbo akihakikisha hapo matangazo haya yanakufikia kwa upande huo, na Kudro Munisi umeshirikiana kwa uzuri. Mimi ni Esero Mafuru, endelea uh, uh, kuwa pamoja nasi kesho